la ayati li qaumi yatafakkarun tumshukuru Allah tumtakirihu na amani Bwana Mtume Muhammad. Ndoa, ndoa ni nini? Nini nini? what marriage is according to the Islamic perspective? Cha kwanza tujue nini ndoa, marriage is a a a voluntary contract bringing together a believing man and a woman who wish to live together under the guidance of Islamic Sharia. Ndoa ni mkataba wa hiari unamleta kuishi pamoja muumini mwanamume na muumini mwanamke, wanaungana kidini, waishi kidini, wakigombana wagombane how to solve conflicts in marriage. Ni ulio Uislamu unaounganisha uwalehe na uwatatulie matatizo. Hii ndiyo ndoa ya dini ya Kiislamu. Ndoa ya Kiislamu, bwana harusi na bibi harusi, umeshaingia kwenye mkataba. Mkataba huu ni wa hiari. Kwa nini umefanywa wa hiari?

wa taala. Hongera hapa na harusi na bibi harusi, leo mnaudhihirishia ulimwengu mnaudhihirishia umma huo kwamba mmeingia kwenye nusu ya dini na wenye pumzi, piga makofi mengi, vigelegele vya shangwe. Sasa kazi sio kuoa, kazi ni kumtunza mke. Wana mama, kazi sio kuolewa, kazi ni kumlea nani? ndoa kwa sherehe kubwa, kwa vigelegele, baada ya muda mfupi mambo yamewashinda, iseve siseve yeah. Na leo ni siku yake leo. <laughs> Bwana harusi bibi harusi, safari mbili wanasema wataalamu, uwezi ukaachwa uende peke yako, ni lazima usijikuize kwa hali safari ya kwanza ni uzuri kubwa anaofika mwanadamu duniani, watu wataacha kazi zao, wataacha shughuli zao, watakopa nauli, waja kusindikiza. Ni nipio kifo utashangaza kama watu wanakuja kukusindikiza, halafu we kifo chakuja kienda. safari ya pili ni furaha, kuoa ama kuolewa. Yeah. safari wanatoka ndugu sehemu mbalimbali kuja kusindikiza mtashangaza maharusi ikiwa hiyo ndoa yenyewe hamuijui. Sasa hivi tuna changamoto moja, tunatumia gharama za kutosha kwenye kuiadhimisha sherehe ya ndoa, lakini bahati mbaya sana ukijaribu kuwauliza wanandoa kwa bajeti hizi ambazo zinaonekana za watu nafurahi, je, walishatengewa bajeti ya kuijua hiyo ndoa tunapoandaa sherehe kubwa za ndoa tunatakiwa kwanza maarusi wenyewe wafanye nini? Jamani, waijue. Kwa hivyo Mwalimu Dimoso ni mshauri na saa ne tunadili na mambo ya mahusiano. Leo tutaangalia kwa uchache matarajio ya mke anayetoka kwao, anaaga wazazi wake anaachana na familia yake anakuja kuungana na mume kuyaanza maisha ndoa. Familia ambayo ilikuwa ikimlisha, ilikuwa ikimvisha, ilikuwa inakuwa upendo wa kila namna, sasa anakuja kwenye ndoa. Je, wanawake wengi, haya maamuzi ya kuja kwenye ndoa, ni kweli mko katika mikono salama? Naonekana wengi mnatabasamu, lakini mioyo inakuja dawa

natosha kutupagawisha sisiantotomakw pigeni makofi makofi pe pe pe sakolo jasaje yani namna megegasisonome sura zet, naza, kuriya, Ilah, zetu tunaanza kulia kabla ya kuvimbiwa ila mioyo yetu. Sura zenu Allah kazipamba, Allah kawapamba. Napendeza basi o nakupendeza kwenye sura mpendezena kwenye mioyo

holimwengu kwamba maisha ya ndoa ni maisha ya furaha. Aya inataja maneno matatu: kwanza, utulivu; katikati, mapenzi; mwisho, huruma. Utulivu utakubeba sehemu ya kazi, utulivu utakubeba kwenye ibada, kila eneo. Binadamu anahitaji nini nini ni nini? Wanawake, mikononi mwenu ipo furaha ya nyumba, na ipo karaha ya nyumba mwanamke anafasi wakifanya nyumba iwe sehemu ya pepo ama iwe sehemu ya nini ya moto. Hey, Pokente, wengi wanawake, sasa hatuwezi kutulizana, ni lazima kwanza tupendane. Pokeeni taarifa, masikituko, wanandoa wengi wamemtawala miili, wameusahau moyo, yani ndoa zilizo nyingi watu wanaitawala miili, bahati mbaya sana, wameusahau moyo. Na wanasema wataalamu, ikiwa e, mnaenda kwenye safari ya mahusiano mkaitanguliza miili mkauacha moyo, msishangae kila ndoa inavyozidi kuongeza umri, mke na mume mnakuwa kama sumaku na mbao, there is no force of attraction. Hivi navyozungumza kuna watu mko kwenye ndoa

mkiuacha moyo kaishamili basi, ataihili takuwainabanaeye mazao sasa. Karibuni darasani. Aa, mapenzi nini? Mapenzi ni jumuiya ya mambo unayofanya mwanandoa umfanyie mwanandoa mwenzio kwa mama matatu: kuamsha hisia, kumsisimua hisia na kumtunzia hisia a

mwanamke mwenye kuelewa mambo. Neno hilo ukiona mume anakuwa mzito kukuhudumia pesa, bado wewe password yake zile keyboard bado. Mpigieni makofi mengi sana. Mwanaume katili kwa mwanamke mtiifu hakuna

Bahati mbaya wanawake wengi mneatokea mikononi mamaefu you... efuuss mama, hili ah. Mke apate starehe moja, anahitaji mume ambaye ni romantiki. Mume romantiki yuko wapi? Mume mwenye mapenzi moja ni yule mume anamtengea mke muda. Bwana harusi, sheria ya Kiislamu imetukataza wanaume kwenda kwenye mipira baada ya sala nini yaisha ka nini, dini inatambua mke anahitaji muda katika tasnia mapenzi. Miongoni mwa vitu venekuwa paraa wanawake, mke anapenda mde arudi mapema, apate muda wakustoli naye, ampe taarifa za nyumba, aweze kujieleza. Na wataalamu wa mawasiliano wanasema nini? Wanawake mnazungumza maneno takribani laki mila hamsini kwa siku, wakati wanaume tunazungumza maneno lakimoja na ishiina ngapi, na ishirina tano kwa hiyo mke huyo anahitaji kwanza mume amtengee muda, aanze kujieleza, jamani, leo ilikuwa hivi, abda sisi namna hii eh, sema sema, hata utumbo ule asikilizwe, mke asikilizwe. Jamani, mnasikilizwa? Bahati mbaya, wanaume wengi muda huo hatuna, tuko bize na mipira. Bwana harusi, kama ulikuwa unapenda mipira, kuanzia sasa ingia serikali nyingine, baada ya swala asala yaisha, kurudi wapi? Mke anahitaji muda. Baada ya kumpa muda mke, mke anahitaji mume ambaye mtoaji, mume karimu, yani unatoa. Baada ya kumtengea muda, mpe fedha akutuzie uzuri. Nafikiri umeona bi harusi hapo, kadamsha jadasi. Jamani, uzuri nalaraa, unasemaje? usiona vile ile tegelemk anatuzia, yani, urembo wake. Wanawake wengi mnafeli, mmekutana wanaume mabaili, wanaume wana bajeti ya ulembo, alafu wanataka upendeze, wanashindwa kuvijali walivyo navyo, wanakwenda kutamani vwanzao, iseme ziseme anatabasamu sura ya tabasamu. Wanawake netaikana tabasamu zetu, mume romantic, mume mbaye anatengea mke bida, wanapata matembezi ya pamoja. Siku moja mnaoa bwana harusi, bi harusi, mnatoka out, natoka out, out. Unapotembea mke na mume, basi menena taratibu, sio makimbizana, taratibu. Ah, ah, nawaonesha ulimwengu <laughs> <laughs> tumechaguana Mapenzi ni ni mume na na na mke mke kuwa na matembezi matembezi ya ya nini nini pamoja pamoja. Hamna kama mtatembea pamoja eh shamba, kweli kweli, sio? Hizi ni dhuma za mapenzi. Mke anahitaji nini? Jamani, jamani, akina mama mnapewa sifa nyingi n anahitaji mume ambaye mtoaji, anampa pesa lakini anasaidia na kwao. Mume bora mume mke huyo uyo ana wazazi na ndugu, ili uweze kuchota moyo wake. Hebu kuekeza kwenye familia, kaa vizuri na mamkwe, kaa vizuri na ndugu wa nani. Kuna baadhi ya wanaume hawajali familia za wake zao, kweli sio? Kweli ajali mgonjwa, ajali shughuli za kijamii, yani anim sana lakini mke anahitaji aaa mimi ambaye ni mcheshi enye <tokie> masiara lakini mke mme mtau akulishe vyakula vingapi jamani? Chakula cha kwanza kuisha masikini kinakwenda wapi? Moyoni na wake wengi mjalisho matamu

wake wengi mna feli. Uzuri umewapeleka wengi kwenye ndoa, lakini tabia zinawarudisha nyumbani. Uzuri unaweza uaaka fursa uchumbiwe, ukatokea posa za ziada, lakini tabia ndio itakayojali ukae kwenye ndoa, ama ukaangalia mkato wa nini wa chumba o. Wengi walewa, lakini hamna ndoa. Asanteni jamani, pigeni makofi! Pigeni makofi wengi.